Tatu, tatu. Um, Mungu anataka tumtengenezee njia yeye ye, ili apate kuingia kwenye maisha yetu. Ndio maana ukisoma kwenye Zaburi, sio ni ngapi ile, nakwambia inueni vichwa enyi malango ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Na ukisoma kwenye Mathayo, tatu tatu, nitaenda kusoma, nitaenda kusoma chini kidogo hapa, inasema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake Tunaitengenezaje njia ya Bwana? Tunaitengeneza njia ya Bwana kwa matendo yetu, mahusiano yetu na yeye. Kuna vitu hatuwezi kuvipata kama njia zetu hazijatengenezwa. Kama njia zetu, Bwana hawezi akapita. Hawezi ukasema leo hii umetoka kufanya uzinzi umetoka kufanya uzinzi au, ah, wewe njia zako ni unafanya uzinzi kila siku. Wewe njia zako ni dhuluma. Wewe njia zako ni vitu vya ajabu unavifanya, alafu hapo hapo unaenda kumomba Mungu akusaidie. Au tuseme tu, wewe unachiti na mume wa mtu mnafanya washirati, alafu hapo hapo unaenda kupiga magoti, unaenda kumomba Mungu akupe mume? Hapana, hebu angalia njia zako. Ndio maana neno Mungu unasema itengenezeni njia ya Bwana. Tengeneza kwanza njia zako ili Bwana aweze kupita. Mungu hawezi akapita kwa njia ambayo ina uchafu. Ni sawa sawa leo wameweka tuseme wameweka mawe yale marefu barabarani. Sio? unaona kabisa pale magari hayawezi kupita kwa sababu kuna vizuizi. Kuna vitu ambavyo vinamzuia Mungu kupita kwenye maisha yetu. Kuna vitu ambavyo vinamzuia Mungu kufanya kazi kwenye maisha yetu hasa matendo yetu. Ndio maana anasema yanyosheni mapito yake. Matendo yetu, hebu jiangalie, tujitafakari matendo yetu yapoje? Je, kuna njia ambazo tunazipita ni njia ambayo Bwana naye anaweza akapita? wewe una...